Ni mechi ya kipimo kwetu sisi, hasa sasa tunapoanza ligi, lakini vilevile tunapoelekea katika mashindano ya kimataifa mengi. simuona ni ya kiufundi yeah. mimi kama mtendaji mkuu ni kuhakikisha mazingira yote yako sawa. ya kiufundi <laughs> Ah, mi najua matarajio ya wanasimba ni makubwa zaidi. Mchezo wa kwanza unatupa fursa ya kujua ni maeneo gani sisi kama timu tunaweza kuboresha kikosi chetu lakini vilevile kufanya vizuri zaidi tunakoelekea katika michezo mingine ya ligi. Kwenye eneo la kiutendaji, mnaelekea kwenye mchezo wa kimataifa dhidi ya Gaborone United. Mchezo wa marudiano hapa nyumbani. Maandalizi yakoje, lakini pia usiri wa mchezo huu kwa sababu mna advantage ya goli moja la ugenini. Maandalizi ya kiutendaji ya yanaendelea vizuri tunaipokea timu ya Gabron, wanafika leo hapa Dar es Salaam usiku. Tumeandaa kila aina ya maandalizi mapokezi kwao kuhakikisha kwamba eh, wanakuwa na wakati mzuri Tanzania, na sasa tunapoingia katika mchezo wetu, lakini vilevile vile, uh, katika maeneo ya kiufundi wote mmeona tunaye caretaker kutoka timu ya taifa ambaye naye anaendelea kufanya kazi yake vizuri pasavyo. Asanteni kwa mashabiki lakini kwenye mchezo kocha Uko vizuri, uko tayari, tutawaambia lakini CV ni nyingi za kutosha, eh, timu kubwa hii hata mimi naweza kuwa kocha. <laughs>